Na mtazamaji wa Faida Online TV, leo tumefunga safari kutokea Mtwara mjini kufika kwenye wilaya ya Nanyumbu kwenye eneo la Mangaka umbali wa kilometa 254 lakini baada ya hapo, tukaona haitoshi, tukatembea tena zaidi ya kilometa kumi na nne kufika kwenye eneo hili la like, kijiji cha Chipuputa, kata ya Chipuputa kwenye wilaya hii ya Nanyumbu. Tumetembelea kwenye eneo hili linalofahamika kama milima ya Unanunu, lakini tumetembelea kwenye kaburi ambalo Eh, ni Labina Kupulia ambaye nasemekana kwamba alikuwa amefariki dunia na akazikwa katika njia ambazo sio za kawaida na kaburi hili liko hapa tangu mwaka 1944. Aliozikwa hapa ni bibi na uzikwaji wake umekuwa ni wa utofauti. Tumezoea binadamu akifariki anachimbiwa kaburi na anazikwa, lakini huyu amezikwa kwa utofauti kama unavyoona, kuna mawe hapa yamewekwa kwa maana, alipofariki alibebwa na kitanda chake akaja akawekwa hapa na haya mawe akaja yakazibiwa juu yake lakini kikubwa zaidi ni kwamba watu wanatumia eneo hili kama eneo la tambiko kwa ajili ya kuweza kuomba maswala mbalimbali mbali. Ilikuaje na kwa nini na vitu vingine vingi tu vilivyotokea, tumekuja hapa kuzungumzia hili na tupata ndugu wa karibu kabisa na familia hii ambaye anasimamia masuala hayo ama anasimamia pia kaburi hili kwa ajili ya kuja kuzungumza naye. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe ku like na ku comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa field. Mimi naitwa Zawadi Abdallah Kira ni mkazi wa Chipuputa hmm. Tumetembelea kwenye eneo hili ambalo inasemekana ni kaburi la, la bibi yako si, yes, ndio? bibi yako mzaa mama, yes, mzaa mama. Yeah. Tuambie, kaburi hili lilikuwaje, watu akaja kuweka kue, mawe hapa kati taratibu, mara nyingi tumezoea kuna watu wanachimba kaburi kabisa. ah, taratibu hizo zilizotumika hapa ni kwa sababu ya mila za zamani, watu waliamini kwamba mtu au mgonjwa akipata matatizo ya kifafa, watu waliamini kwamba kupona kutakuwa vigumu lakini sasa kifo chake hawezi wakazika kikawaida kama wanavyozikwa wagonjwa wengine au wafu wengine, tofauti na hao wa kifafa, ili ugonjwa usirudi tena nyumbani kwa anamu. kwa kwa hiyo hiyo walikuwa wanaamua kwa mfano hapa Chipuputa, si huku ni mashariki, kwa hiyo waliamini kwamba upepo unatoka huku na kwenda huku, ili kuyazika haya matatizo na kuyatupa ni kuja kumzika hapa, ili upepo uende mbele usirudi tena kwenye kijiji e. Na miaka ya zamani sana. Ni siku nyingi, ni miaka ya arobaini na nne. Aisee, hizi nguo zinamaanisha nini? Hizi nguo zinamaanisha... kwanza ni zawadi kwa wale ambao wanakuja hapa kutambika, kwa sababu unakutambika mtu akijisikia na shida fulani, aidha muda wa kilimo kama hivi, anataka aombe mavuno mazuri mm. apande vizuri mm. kwa hiyo anakuja hapa, akifanikiwa, basi zawadi nzuri ni kuja kuleta hii nguo mm. e, unaifunga juu ya mti namna hiyo Yeah. Mapokezi ya watu wa uh, huko kutokana na eneo hili yapoje, wanakuja wengi kutambika kwa kiasi kikubwa ama inakwaje? Uh, mapokezi ya watu wengi wanakuja tu kwa ajili ya kutambika mm. Yeah. hasa wale wana kijiji ambao wanafahamu sifa ya hapa alizikwaje mm. yeah. Okay. Yeah. hapa hapa hajazikwa kikawaida, walimleta wakapeleka na kitanda mm. baada ya kumpeleka na kitanda kwa sababu hakuzikwa kwa Kiislamu mm. Hapo sijajua kama wakitanda walitazamisha wapi, mashariki, kusini mm. Lakini walivyomweka wakaona usalama wa hapa ni kuchukua mawe na kufunga mm. Walimlaza pale pale kitandani. Sasa alikuwa ni, ni binadamu wa kawaida tu, ni binadamu tu wa kawaida. Kwa nini watu waje kutambika na kuomba mambo yao hapa? Ah, hizo ni mila, kwa sababu aliyekufa anaaminika kwamba hafi moja kwa moja, anakuwa mzimu hasa kwa watu wenye matatizo wa ya vifo vya namna hii, inajulikana kwamba huyu anaweza akawa anafikisha ombi lako kwa Mungu hmm. kuliko ambavyo wewe ungeweza kuomba bila kupitia huyu. Okay. Yeah. Na wanaokuja hapa wanafanikiwa, wanafanikiwa tu yeah. Ha, mimi nawashauri hasa wale ambao wanafahamu kwamba hapa pana maombi, lakini siwezi nikatoka nje ya hapa kwamba napita natangaza kwamba kuna kitu kama hiki hmm. lakini kuna watu ambao wanajua kwamba hapa watu wanatambika hmm, na watu hapa wanafanikiwa Muto na wana unafikia hatua hii hmm. Hapa chakai hapa, yep, fanyaje? Hmm. Na mtu akija hapa lazima apitie kwenye familia ama anaweza akaja tu mwenyewe akafanya tambiko akaondoka? Ni lazima apitie kwenye, kwenye familia mm eh. Kama familia mnanufaikaje? Tunanufaika na kufarijika kuona kwamba sisi hapa tunajivunia, hmm, wala sio kunufaika kwamba kwa pesa wala nini, kwa sababu hapa uwezi kukuta mtu anakuja hapa na anaziacha pesa zake mm -hmm. ila mwenyewe anaweza kaahidi mimi nikifanikiwa nitaleta kitu fulani sasa. mm -hmm. kile kitu kinacholetwa labda inaweza kawa ndio faida kidogo kwa familia mm -hmm. Eh, lakini kikubwa zaidi hapa nguo kama hii isipotee. Mm -hmm. Kwa mfano ilivyochakaa namna hii, kija mtu anaomba, akifanikiwa anakuja anavesha nguo mpya ndio. mm -hmm. Eh, okay, faida yetu sisi. Na like Eh. Okay. Na kutunza kwamba hapa pataendelea kutunzwa kizazi hadi kizazi. Na kama akija mtu bila kupitia kwenye familia akija kuomba anaweza kufanikiwa? Sijawahi kumuona mtu anakuja hapa bila kupitia kwetu, eh, lakini wote wanaokuja hapa wanapitia kwetu. Akifika hapa bila kupitia kwenu na kwa bahati mbaya ukamkuta hapa wewe kama msimamizi wa familia unaweza kufanyaje? A, mimi sina, sina cha kumfanya inawezekana cha kufanyika atakijua yeye. Baada ya yeye kuona kwamba amfanikiwa au hajapata. okay. Eh, hukumu yoyote atakuwa anafanyiwa yeye na Mungu au na, na malaika mm-hmm. eh. tangu mwaka 44 yeah, tangu toka mwaka 44 okay. eh, na kushukuru sana, asante nam mtazamaji wa Faida Online TV kutokea kwenye eneo hili la milima ya Unanunu kwenye kaburi hili la Bi. Nakupulia ambalo linapatikana hapa kwenye kijiji na kata ya Chipuputa, halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara. Mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Ni kukumbushe kusubscribe, ku kulike na comment section yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field.